Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Bwana. Kwa jina anaitwa Madam Neema. Niko mbele yenu kutambulisha Praise Team ambayo inaitwa Rejoice Praise and Worship Team. Rejoice Praise and Worship Team ni timu ya kumsifu Bwana, ni timu ya kumwabudu Mungu ambayo inapatikana kanisa la Moravian ushirika wa Tanita inahudumu chini ya Mchungaji Kasisi Ibrahim Mukeke. Huyu ni baba yetu ambaye anatulea kwa huduma zote za kiroho, ndiye kuhani anayetuhudumia. Rejoice Praise team and Worship imekuandalia tamasha kubwa sana la kumsifu Bwana, kumtukuza Bwana kwa matendo yake mengi makubwa aliyotutendea. Tamasha hili litafanyika tarehe mwezi wa sita mwaka 2025. Tunakukaribisha sana katika hili tamasha kubwa sana kubwa sana, haijawahi kutokea, ni tamasha kubwa mno la kumsifu Mungu. Tunamshukuru Mungu, tulipokuwa tukiandaa tamasha, Roho Mtakatifu alitupa kichwa cha tamasha ambacho kinasema Hana loud and rejoice. Tunaenda kumtukuza Bwana, kumsifu, kumheshimu, kumrudishia Mungu wetu utukufu kwa matendo yake mengi mengi sana aliyotutendea, hakuna namna tunaweza tukayahesabu katika hilo tamasha tutakuwa na vikundi mbalimbali tutakuwa na wageni mbalimbali mbali ambao tutashirikiana katika kumsifu Bwana na kumtukuza. Praise team nyingi zitakuwepo, tutaungana pamoja together we are going to honor loud and rejoice in the Lord. Tunaenda kumtukuza Mungu, ametutendea ni mambo mengi mengi mengi sana. Tamasha letu litaanza saa saba kamili mchana hadi saa kumi na mbili jioni. Tunakukaribisha, tunakukaribisha. Neno la Bwana linasema kila mwenye pumzi ya msifu Bwana, kila pumzi tunakukaribisha. Mzee, kijana, baba, mama, tunakukaribisha katika hili tamasha. Kazi yetu kubwa ni kumsifu Mungu, maana Mungu wetu anakaa katikati ya sifa. Kwa maelezo zaidi, unaweza ukatafuta kwa namba za simu zinazopita hapo chini, lakini pia tunapatikana katika, katika mitandao ya kijamii. Facebook unatupata, Instagram, Twitter unatupata, unatupata kwa instruction yoyote inayopita hapo chini, unaweza kuaccess na ukatupata moja pamoja you are most welcome. Sina, na Mungu mhabari <coughs>